Serikali imesema imejipanga kuimarisha usimamizi wa utoaji wa elimu kwa vyuo vya elimu ya juu nchini kutokana na kuwepo kwa vyuo vingi vinavyokiuka matakwa ya serikali, ikiwemo kuanzisha kozi zisizoruhusiwa kutolewa katika chuo husika, hatua inayowaathiri wanafunzi wanaosoma kwenye vyuo hivyo. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa maonyesho ya kumi na moja ya vyuo vya elimu ya juu, waziri wa elimu, sayansi, teknolojia na mafunzo ya ufundi, Profesa Joyce Ndalichako amesema kwa sasa sheria ya vyuo vikuu haitoi fursa ya kuweza kuchukua hatua kwa vyuo vya kitapeli ambavyo vimekuwa vikitoa mafunzo katika ngazi ambazo hazistahili. Aidha, amezungumzia utoaji wa fedha za mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi hewa, ambapo sasa vio vitano vimefanyiwa uchunguzi. Chuo kinaweza kikaamua kikaanzisha programu, na wakati mwingine kwa sababu vimekuwa vingi, naweza kakuta mpaka wanafunzi wanamaliza, alafu nakuta ile ile digiri yao haitambuliki. Kwa hiyo kama nilivyosema kwenye hotuba yangu kwamba serikali itaimarisha sana mifumo ya kuratibu na kudhibiti uanzishaji wa vyuo, lakini pia tutapitia kwenye sheria. Kwa hivyo tulichofanya sisi hapa kama vile tumeleta vyuo vikuu tu vyote vya Tanzania tumevileta mahali pamoja. Kwa hiyo mwanafunzi akija hapa atazunguka, ataangalia, ataona mwenyewe programu mbalimbali zinazo na, na kila, kila, kila, kila, kila chuo kitaeleza wanahitaji vitu gani na atafahamu hiyo. Akizungumzia kazi zinazofanywa na chuo cha kilimo Sokoine SUA, mtaalamu wa sayansi ya udongo Elia Kamwela Amesema maonyesho hayo yanatoa fursa kwa wananchi kujifunza kazi za vyuo hivyo, ikiwemo tafiti mbalimbali zinazofanywa, akitolea mfano matumizi ya mbolea kwa wakulima. Mkulima apime kwanza udongo wake, akishajua una tatizo gani, ndipo atashauriwa atumie mbolea namna gani ili kuboresha mazao yake. Na pia chuo cha Sokoine kinatoa huduma ya upimaji wa maji bora ya kumwagilia. Kwa hiyo chochote utakuta ki tofauti kidogo wanasoma watu mbali mbali, wa namna mbalimbali Waislamu na Wakristo, lakini wote kwa pamoja wako pale wakiwa wanafuata mfumo ambao jamii yote inaokubali wa waki, kitamaduni yetu kwa mpaka sasa hivi, vitu ambavyo tumejifunza naweza nikasema nimejifunza vitu vingi sana. Nimejifunza changamoto tofauti tofauti, nimeona vitu tofauti tofauti, nimeweza kujifunza a, vitu tofauti na comfort zone yangu. Maonyesho haya yanayofanyika kila mwaka yamejumuisha vyuo kutoka mikoa yote Tanzania bara na visiwani kwa lengo la kutoa fursa kwa wanafunzi kupata taarifa za vyuo vyote kwa pamoja. Kutoka Dar es Salaam, Eric, Channel 10.